Unatazama Kela Online Tv, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Jina naitwa Sigrada Mligo, natokea mkoa wa Njombe. Ni viti maalum cha umma kupitia mkoa wa Njombe. Mimi naweza kusema kitu kwa kifupi sana. Kwanza mimi nilikuwa mgombea wa jimbo ambaye nimepata asilimia 35.5 sawa na kula 42 laki katika wapiga kula laki moja na ishirini Unaweza ukapata picha. Hoja ya msingi ni kwamba mimi nilikuwa mgombea wa jimbo na nilishinda. Kwa hiyo ndio maana mimi, kwa kifupi, ukiniambia nimepokeaje pokeaje, wala sijapokea kwa furaha, kwa sababu mimi nilikuwa mgombea wa jimbo na tageti yangu ilikuwa ni kuwa mbunge wa jimbo, na wananchi walinipokea vizuri na nilishinda, lakini kwa sababu uchaguzi uliporwa, tuliibiwa ndio maana sikutangazwa. Sasa kulingana na kura ambazo nimezipata kulingana na vigezo vya chama wakaona nina sifa ya kupewa ubunge viti maalumu, but what not my target. Kuwa viti maalumu mimi, ni kuwa mgombea wa jimbo, lakini nimepokea bila furaha. Kwa sababu nyingine ni kwamba unapata ubunge katika kipindi ambacho watanzania wanavuja damu, mioyo yao inavuja damu, wanatamani kuzungumza, hawajui wakazungumze wapi. Lakini kitu kingine ambacho kinanifanya nisipokee kwa furaha Wakati mimi naapishwa, kuna watu kumbuka, mtaani huko wamezika ndugu zao, watu wamekufa, taifa liko kimya. Kwa hiyo mimi, jibu jepesi kwenu ni kwamba sijafurahia kuwa mbunge katika bunge ambalo